Yeah. Yeah. Ba <coughs> unaona ah, ah, si, kama hivi mimi, mimi ndio maana nilichukua kuwa best influencer kwenye nchi yetu ya Tanzania, nilichukua kuwa best influencer kama hivi, unaona, tunaondoka na Dar City tunaelekea Rwanda and then tukitoka Rwanda tunaenda Morocco tukitoka Morocco tunaenda South Africa, okay. Mimi kama best influencer nikiona hawa wengine ambao nimewafundisha kazi, mara yuko hivi mara anagombanisha ma, ma, wanawake mara nini, mimi kwa, kwangu mimi naona kama nimefundisha nime, nime kizazi ambacho kinaenda kuwa potofu, ila kwa upande wangu mimi naamini asilimia mia moja kwamba ma influencer nimewafundisha wapate hela, wasaidie familia zao. Nasikitishwa sana kuona influencer, au mtu kama ule kichwa mviringo. Hela mimi nimemfundisha kazi, anapata hela, anaenda kupangishia vimada vimada wanagombana, wananyoana nywele. Mimi mwafundisha kazi ili wasaidie familia, na nikitoka Rwanda nitakaa na mke wa kichwa mviringo ili nimfunishe namna ya kumnyoosha eh, ili nimfunishe namna ya kuweza kumnyoosha kichwa mviringo, kwa sababu kazi anayoifanya na hii siri nilikuwa nimeibeba kwa kipindi kirefu, lakini bora imekuja imejifumbua ime wenyewe. Hiyo ndio kazi yake. Huko AFM anao wawili Uh, mlimani anao wawili sawa. CBE anao wawili Mwanza. Tulienda Mwanza, nakumbuka tulienda Mwanza na Wasafi Beti, akaja nao wengine tena wawili. Sasa ina maana shughuli yake, hela anazozipata zote anapeleka kule, so tutakemea vibaya mno na nitakana mke wake, nitamwambia kwanza nitamwombea radhi kwamba ili lipite, lakini pili nitamfundisha namna ya kumnyoosha atulie kwenye familia. Okay, sikia... kuna magonjwa, eh? nasikia swali likufikia mapema sana. Mimi nilipata hiyo video mapema, lakini sasa aliniomba radhi akaniambia akaniomba, ndugu yangu, naomba Babalevo usinivujishie. Nimekaa nayo <laughs> sasa kule ilipoenda kwa watu ambao washalipo laki tatu <laughs> wakaivujisha wala kunipaye zile zilitumiwa. Hey. No, no, no, no, no, na watu wengine. Okay. Nikaziona watu wananyoa na nywele wanamgombania, nikasema haya. <laughs> Nikamwambia ndugu yangu huko unagombaniwa, hizi video zitafika kwa mke wako. Haziwezi kufika, nadhibiti haya. Kiko wapi? Alisema mimi nisizipeleke, sikupeleka. Mimi wamepeleka watu wengine, kashazalilika. Ameenda mtu, anaenda kusali kwenye makaburi ya mtume na wapi, afu unaenda kufanya vitu vya ajabu la na kum kwa kweli nakemea nakemea matendo ya kila nakum aliyoyafanya, kichwa mvilingo okay. nakemea nakemea vibaya mno, na namwomba na shemeji yangu awe na moyo wa huruma. Acha naelekea Diamond. Hawezi kuwa Nigeria, Diamond anamuoa Zuchu na tumeshakubaliana kwenye hilo na ndoa ya Diamond Platnumz tumeshakubaliana, ngamia zishaanza kutafutwa kwa sababu zitachinjwa ngamia za kutosha. Arusi ya juksi kwa, kwa, kwenye harusi ya Diamond Platnumz, ile harusi ya Jux itakuwa ni kama birthday party, nakwambia ukweli. Itafungika harusi hapa siku ishirini na moja, hakuna kulala, hakuna kila mkoa atashuhudia harusi ya Diamond Platnumz M viwanja vyote vikubwa harusi itafanyika kwenye kila kiwanja kuhakikisha watu wanashuhudia namna ambavyo msanii ambaye wamempenda kwa muda mrefu anafunga ndoa na mpenzi wake. Okay, tupe siri kwa nini Jux alikuwa analia alafu Diamond akanamfuta machozi kwenye sherehe. Hasa Jux akilia, Diamond si anamfuta, si rafiki yake? Anafuta machozi. Alafu Diamond huyo hapa anipigia, kuna nini? Anasemaje? Ndugu <laughs> eh? ah, niache kwa ndugu yangu. <laughs> <laughs> mimi kama msemaji wa timu ya basketball ya Dar City Uh, leo hii Da City tunaenda kuipeperusha kwa mara nyingine tena bendera ya nchi yetu ya Tanzania katika mashindano yanayoenda kufanyika Rwanda. Uh, kumbuka Da City ndio timu ambayo ilikwalify kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya Afrika, lakini this time timu kubwa unaiona hapa, wachezaji international kutoka kila nchi unayojua wewe, ikiwepo Marekani, ukiwepo wa Ufaransa, wa wakiwepo Watanzania wenyewe, Kenya, na sehemu zingine tofauti tofauti. Wameungana kwa pamoja na timu ya Dar City kwa ajili ya kwenda kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania katika mashindano huko Rwanda. Ninaye Ali atatuambia vizuri ni mashindano gani ambayo uh, tunaenda kuwakilisha pale uh, Rwanda na tutakaa kwa siku ngapi? Okay, uh, uh, to Okay, uh, uh, Genocide Memorial Tournament anakuwa anafanyika kila mwaka ayakibani nchi ngapi na ngapi ambazo zimealikwa pale um, yeah. Kama nne? Nne. Ta Tanzania, Rwanda, Kenya, yeah, yeah, nadhani yeah. na, na, na, na, na, na, tunakubaliana kwamba uh, kupitia mwekezaji Musa Mzenji ambaye ndiyo rais wa Dar City Ana, ameleta wachezaji kutoka kila nchi ambayo mnaijua nyinyi ambayo inaongozwa kwa basketball. Na Musa Mzenji, lengo lake kubwa ni kuhakikisha basketball katika nchi yetu ya Tanzania inakuwa katika lepo ya juu kabisa. Ameweka mamilioni zaidi ya milioni mia tatu inaenda kutumika kwa ajili ya mwaka huu kuhakikisha Dar City inashiriki mashindano yote makubwa ya Afrika na mashindano yote makubwa ambayo tutashirikishwa kama, kama timu ya basketball. Mimi, baba Levo, leo hii naelekea Rwanda, nikiwa naongozana na, na uh, wachezaji maprofessional watupu. Hapa tunategemea neema za Watanzania, dua za Watanzania katika timu ya basketball ambayo inawakilisha nchi yetu ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Dar City, Mungu mbariki mama yangu Samia Suluhu Hassan, Mungu mbariki Rais wa Dar City, uh, Musa Mzenji. Kwa kusema hayo machache, kama kuna mtu yote anaswali aulize sababu tumechelewa ndege. Kama msemaji mnalipi mna, au mna, mna, wahidi nini Watanzania ambao wanawafuatilia lakini pia wanakwenda kila ambacho mnakifanya. Tulitoka Kenya tukashinda Kenya, tukapata nafasi ya pili tukarudi na kombe hapa, kama mnakumbuka, na this time tunaenda Rwanda, tunauhakika tutarudi na trophy hapa Tanzania. Da uh, uh, City ni timu ambayo mwekezaji ameweka hela nyingi Uh, ndomana muda wote tunamtaja Musa Mzengi, Musa Mzengi, kwa sababu ameweka hela nyingi. Wametoka wachezaji kutoka nchi tofauti tofauti, nchi zote kubwa unazojua wewe wako hapa kwa ajili ya kuwakilisha Dar City. Kwa kusema hayo machache, Dar City for everybody, Dar City kwa ajili ya Watanzania, thank you.